assalamu alaikum karibu katika utabiri wa leo siku ya jumamosi tarehe moja ya mwezi wa tano mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano utabiri kamili wa kila nyota kwa undani kwa kila nyota kati ya nyota zote kumi na mbili tukianza na utabiri wa mashuke wenye wamezaliwa machi ishirini na moja hadi aprili kumi na nne Leo ni siku ya kuchukua hatua bila kusubiri. Una nguvu ya kunishinikiza mipango yako ifanyike, hasa upande wa kazi au biashara. Hisia zako zinaweza kuwa kali, hivyo epuka maamuzi ya haraka kwenye mahusiano yako. Ujumbe wa leo, ujumbe wa leo kwenye nyota yako unasema usipochukua hatua sasa kesho haitakuwa nafasi tena. Muda wa bahati ni saa nne asubuhi hadi saa sita mchana. Tukienda katika nyota ya pili ambayo ni Taurus au ng'ombe, wenye wamezaliwa kuanzia tarehe ishirini Aprili hadi Mei ishirini, una nafasi ya kusahihisha makosa ya nyuma na kurejesha mawasiliano mazuri na mtu wa karibu. Fedha zinaweza kuingia kupitia njia zisizotarajiwa zia jiadhari na tamaa za kupitia kiasi. Ujumbe wako leo unapoponya una uhusiano unapoponywa nawe pia. Labda niuelekeze vizuri, unasema ujumbe wa leo unapoponya uhusiano na wewe unaponywa pia. Rangi ya bahati, rangi ya bahati siku ya leo kwa nyota ya ng'ombe ni rangi ya kijani kibichi. Tukienda nyota yetu ya tatu ambayo ni nyota ya Gemini au mapacha. Hawa ni watu waliozaliwa kati ya tarehe 20 Mei, tarehe 21 Mei hadi Juni 20. Siku ya leo inaleta maarifa makubwa hasa kwa njia ya ndoto au ujumbe wa kiroho. Epuka uzito wa kihisia, soma, tafakari na andika malengo mapya. Mahusiano yanahitaji uaminifu zaidi. Ujumbe wa leo usiache akili yako izime. Leo ni siku ya kuamka kiakili. Kwenye bahati mazingira ya kimya, ikiwa na maana gani? Epuka mazingira ya kelele katika hiki kipindi, kama mazingira ya kimya tulivu ndio yenye bahati kwako. Tukienda kwenye nyota ya Kansa au Kaa, wenye wamezaliwa Juni tarehe ishirini na moja hadi Julai ishirini na mbili. Leo ni siku ya familia na uponyaji wa kihisia. Mambo ya kifamilia na uzito makubwa. Epuka ugomvi au migogoro isiyo lazima. Ni siku nzuri ya kusamehe na kusamewa. Ujumbe wa leo, ukiponya familia unajijengea msingi wa imani ya maisha. Muda wako wa bahati ni saa mbili usiku, muda wako wa bahati saa mbili usiku. Tukifuata nyota nyingine inayoitwa leo au Simba tulivyozoea zaidi, wenye wamezaliwa Julai 23 hadi Agosti 22, leo kuna mabadiliko makubwa kazini au katika biashara. Usiogope kujaribu njia mpya, maarifa mapya yanakuja yanakuinua. Pia kuna fursa za uongozi kuthaminiwa zaidi. Ujumbe wa leo, ujasiri wako leo ndio utakufanyia malengo yako na mafanikio yako wiki hii nzima. bahati rangi yenye bahati na nguvu zaidi siku ya leo ni rangi ya dhahabu. Tunaenda moja kwa moja kwenye nyota ya Vigo au tulivozoea ikiitwa Mashuke, wenye wamezaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22, unahitaji utulivu wa ndani siku ya leo. Jihusishe na shughuli zitazoepuka zitazokupa imani amani, kama kusoma, kupika, kutafakari. Hakikisha una majibu ya haraka kwa kila jambo. Ujumbe wako wa leo Wakati mwingine nguvu hutoka kwenye ukimya. Muda wako wa bahati ni saa kumi na moja jioni, ndio muda wako mzuri wa bahati. Tukienda katika nyota ya Ribla, Ribla, Libra au Mizani, wenye wamezaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22, siku ya leo kuna uzito wa maamuzi kwenye mahusiano yako au mshikamano wa kifamilia. Zungumza kwa hekima, unaweza kupata neema ya fedha au msaada kutoka kwa mtu mbali. Ujumbe wa leo: mzani wa maisha huanza ndani yako. Bahati kwa leo, upande wa bahati kwa nyota yako, vaa mavazi yenye rangi ya zambarau kama utakuwa nayo, kwa sababu ndio yana nguvu kinyota siku ya leo. Tukifuata nyota ya Scorpio ama Scorpion, au tulivyozoea nyota ya nge, wenye wamezaliwa Oktoba 22, 23 hadi Novemba 21. Siku ya leo una mvuto wa ajabu, watu wanakusikiliza na kuvutiwa na, na waledi wako. Tumia sauti yako kwa ujenzi na si ukali. Mambo ya mapenzi yanaweza kubadili ghafla, kuwa makini. Ujumbe wa leo, sauti yako ni silaha, tumia kwa hekima. Kwenye upande wa bahati, nyota ya nge, muda wako wa bahati zaidi ni saa saba mchana, saa saba mchana. Tunafata nyota nyingine ya sagat, sagi, sagitarius. Hayo ni majina tu ya kitaalam, lakini tulivyozoea ni nyota ya mshale, wenye wamezaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Siku ya leo inaleta safari ya kiloo. Tafuta maarifa, tafuta maarifa mapya, zungumza na watu wapya soma au angalia video za kuinua moyo. Furaha yako leo iko katika kutafuta ukweli. Ujumbe wa leo katika nyota ya mishale: safari ya kiroho huanza pale unapouliza kwa nini. Bahati, kwa upande wa bahati katika nyota ya mishale, mazingira ya asili kaa katika mazingira ya asili zani, nimetumia neno jepesi ambalo utaweza kulielewa tukifata nyota nyingine inaitwa nyota ya Capricorn, ama tulivyozoea nyota ya mbuzi awa. wenye nyota ya mbuzi ni wale waliozaliwa Desemba 22 hadi Januari 19. tabili wao leo, kazi na majukumu ni nguzo kuu leo. Kuna fursa ya kuonekana mbele ya watu wakubwa au kupata heshima mpya. Panga muda wako vizuri na usikubali kuvurugwa. Ujumbe wa leo katika nyota ya mbuzi kila hatua ya nidhamu leo ni daraja la mafanikio kesho. Bahati ni saa kumi alfajiri ndo muda wako wa bahati, saa kumi alfajiri. Tukienda katika nyota ya Aquarius, ama ndo ndoo ama ndoo, wenye nyota ya ndoo ni wale watu waliozaliwa tarehe ishirini Januari hadi Februari kumi na nane tabili wao unasema hivi, siku ya leo wana fikra za kipekee Andika, jadili au fanya jambo la ubunifu, usiogope kupanga mfumo wa kawaida. Watu wataanza kuona thamani yako ya kipekee. Ujumbe wa leo katika nyota ya ndoo, ukipanda mawazo bora utavuna mabadiliko makubwa kesho. Bahati, bahati yako siku ya leo, nyota ya ndoo, watu watatu wa jinsia tofauti watakuinua siku ya leo. Tukienda katika upande wa nyota ya mwisho ambao ni nyota ya samaki ama Peace. Wenye nyota ya samaki ni wale wenye nyota -o, ni wale waliozaliwa kati ya Februari kumi na tisa hadi Machi ya ishirini. Leo moyo wako uko nyeti sana, jitunze kihisia tabiriwa leo. Epuka watu wanaokukosoa, wanaokukosoa au kukondoa kwenye mwelekezo mwelekeo. Tafakari, soma maandiko au tumia maneno ya kujitia moyo. Ujumbe wa leo kujipenda ni hatua ya kwanza ya kujipona, kujiponya we mwenyewe. Muda wa bahati ni saa tisa la asili. Wengi najua mtakuwa mnajiuliza, au wachache wenye nyota ya ndoo wa wenye nyota ya punda. Amjaskia neno punda, nikupe somo kidogo. Nyota ya punda kwa jina jingine inaitwa nyota ya ndoo, kwa hiyo nyota ya ndoo ndo nyota ya punda. Je, ulikuwa unataka utabili binafsi? Kama ulikuwa unataka utabiri binafsi, basi tuma jina lako kamili, tarehe ya kuzaliwa na picha. Tarehe ya kuzaliwa ikiwa tarehe, mwezi na mwaka uliozaliwa, na picha ya mkono wa kiganja cha kushoto, japo si kwa lazima. Gharama ya utabiri wako binafsi ni shilingi elfu tano. Huduma ambazo nazitoa ambazo kila huduma gharama yake naye pia ni shilingi elfu tano. Kusafisha nyota, huduma ya pili kujua ramani na hatma ya maisha yako, ramani ya tatu, yani huduma ya tatu kukuangalizia, kukuangalizia au nitumie lugha a nyepesi, ku, ku, ku, nadhani kukuangalizia, kukuangalizia jambo lako fulani zaidi. Lakini pia huduma ya tatu nayoitoa ni huduma ya kufungua jicho la tatu. Jicho la tatu unapatiwa maelekezo ya kufungua jicho la tatu, somo jicho la tatu lakini, e, lakini pia kuna kitabu ambacho kinaelezea siri za nyota. Kati ya nyota zote kumi na mbili, kila nyota ina siri yake. Kitabu chenye nacho shilingi elfu kumi na tano lakini pia kuongeza mvuto kuongeza mvuto wa hiba, kupendwa na watu, na enyewe huduma anafanya kwa shilingi elfu tano. Rangi ya bahati ambayo momo inaongia kwenye mvuto, pia ufafanuzi wa nyota yako kwa undani. Ya kwanza tunasema utabiri wako, ya mwisho nasema ufafanuzi wa nyota yako kwa undani, kwa sababu nyota unaweza kuwa na nyota sawa ya punda lakini ikawa tofauti na mwenzako kwa nini? Ndio maana kila mtu ana tarehe yake ya kuzaliwa na jina lake la kuzaliwa na mkono picha mkono wake kiganja yani taswira ya mkono wake wa kiganja haiwezi kufanana. Kwa ninavyosema ufafanuzi wa undani eh, wa undani katika nyota yako, inaangalia maswah masuala kama hayo, lakini pia huduma ya mwisho ya kumi, kuhusu mapenzi, biashara na mahusiano, huduma yote ambayo inahusu mapenzi, biashara na mahusiano na yeye anafanya kwa shilingi elfu tano namba yangu ya mawasiliano kama ilivyopita hapo chini, lakini pia nakutajia ambayo utaandika: sifuri sita kumi na tatu tisa nane nne tatu sita saba. Nishii nimalizie kwa kusema tu, nyota yako, nguvu yako. Usisahau kusubscribe ku like, ku comment na ku share ili ukaa kwanza kupata kila utabiri kila itwayo leo. Naomba nikutakie kila la heri.